na kumtaka rahma kipenzetu mtukufu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa nina muhusieni bila ya kuisahau nafsi yangu juya sala zima la kumt Allah tabaraka wataala, Allah ambaye aliyetuwezesha sisi tukapata nguvu ya kufika katika sehemu kama hizi kuja kuitii amri yake, amri ambayo ni tukufu aliyotuambia katika ndani ya kitabu kitukufu ni Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'u ila dhikrillahi wa dharu al-bay'a, atuambia ya kwamba, enye ambao mnaamini Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwa mmesikia mnada au wito wa siku ya Ijumaa kwenda kuitika wito huo wa wa ka na, sisi ni miongoni mwa watu ambao tulikuwa tumeitika huo wito, tukafika katika sehemu kama hizi, tukaanza shughuli zetu, kwani tulikuwa na muda wa kufanya kazi zingine, lakini kwa wito wa Allah tabarak wa taala tukakubali kumtii, ikawa tumefika sehemu kama hizi, ndugu zangu katika imani na vile. Rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni kiongozi wa umma au ni kiongozi wa walimemi kwa sababu gani naweza kusema kiongozi wa walimwengu? Kwamba Allah tabaraka wa taala anatuambia ya kwamba, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hakutumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya rehma ya walimwengo wote, bimaana ya kwamba au kiumbe yote, mnyama, mdudu, binadamu, majini na miti na vyote vilivyomo ambavyo vilivyoangaliwa na Allah tabaraka wa taala bila mungu Allah tabaraka wa taala bigo ni himaya ya kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, insha Allah, hotuba yetu ya leo itazungumzia juu ya subra. Subra ina faida gani au subra ina khasara gani? Tutaangalia kwa uchache kwa sababu khairu lkalami makala wadalla, ubora wa mazungumzo ni machache, lakini yawe na faida. Allah tabaraka wataala anatuambia kwamba anaapa kwa zama, kwa nyakati, nyakati ambayo Allah tabaraka wataala yasiba wal asri. Baada audhu billahi min alshaitani rrajim al Bismillahi rahmani rrahim. Walasir, ninaapa kwa nyakati za lasiri. Ina linsana la fi husir, anasema mwanadamu pakatika khasara. Illa lladhina amanu, isipokuwa yule ambaye akawa amemwamini Allah tabaraka wataala. Watawasau bilhaqi, na baada kuamini akawa ameshikamana na haqi watawasa bi sabri, na vile vile baada ya kushikamana na haki akawa na subra. Bimaana ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameeleza katika sura hii fupi na maneno haya machache, lakini yana maana nyingi sana, au maana yake ni pana, au maana yake ni kubwa mikubwa. alhukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adama hukumu ya kitu inatokana kupatikana kwake na kukosekana kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu walau kana kaifa kana yakunu. Allah tabaraka wa Ta'ala anatambua yale yote ambayo yaliyokuwa yamepita tangu ulimwengu huu umeandaliwa au dunia hii imeumbwa, na anatambua lililopo sasa hivi linalofanyika katika ulimwengu wake, na analitambua baada ya muda huu litakalokuja baadaye, alifahamu kwa maana hiyo. Sisi walimwengu hakuna tunalokifanya ambalo Allah Tabaraka wa Taala halijui Hatuwezi kufanya jambo lolote kwanza Allah Tabaraka wa Taala, isatakua muda mrefu sana wewe unapapasia tu kwa kutafuta kwamba jambo hili litakuwaje, lakini Allah Tabaraka wa Taala alima ma kana waalima ma yakunu waalima ma sayakunu walau kana kaifa na na kana nahnu kana yakunu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala Hatuwambia sisi wala asri Wallahi, ninaapo kwa muda, wala asri innal insana la fi khasiri. Akusema innal mu'minuna fil khasiri, innal insana, hakika ya mwanadamu yupo katika khasara. Mwanadamu yote yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema yupo katika khasara bimaana ya kwamba hapa hakuteua mwanadamu huyu, ni muislamu au asiokuwa muislamu au mpagani au wa namna gani? Anasema huyu mwanadamu yupo katika khasara. Lakini khasara hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, akaitolea maelezo na akatoa upambanuzi na akatuletea mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu. Ikiwa mfumo huo utaendanao kinyume, itakuwa ni miongoni wa watu ambao waliopata hasara. Katupa mwongozo Allah tabaraka wataala, inna al-insana lafi khasir, hajiya mwanadamu ka katika khasara, illa alladhina, isipokuwa yule ambaye waamilu salihati, akafanya mambo mema mambo mazuri ya kumpendeza Allah tabaraka wataala. Mambo mazuri haya wewe utayapata kutoka wapi? Nani atakufundisha akakwambia haya ni mazuri haya ni mabaya? Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, wa lam yatrukna hamalan bada arsala ilayna rasulan wa bahau kitabu Allah tabaraka wataala walam yatrukna hamalan hakukwata kalbahima kama wanyama, kutupa mwongozo bal arsala ilaina, isipokuwa kamtuma mjumbe kwetu sisi, na mjumbe yule akampa mwongozo au mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu na majini wataishi vipi, kitabun ambaye ni Qurani kitabu ambacho kitakogoziwe mwongozo huda linnasi walbayinati walfurqan, ni mwongozo kwa watu, ni ubainifu kwa watu na kitu ambacho kinachopambanua baina ya haki na batili. Kwa maana hiyo, wewe utaijua vipi haki? Lazima uangalie mwongozo wa Qurani wanasemaji. Utaijua vipi batili? Lazima uangalie mwongozo wa Qurani wanasemaji na vitu hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivileta kwa hekima, alileta kwa hekima. Baada kuileta hili Qur'ani hakuileta moja kwa moja kwa wa binadamu. Baada kuleta hili Qur'ani hakusema kwamba majini, chukweni moja kwa moja, alikuwa na hekima kwanza. Alianza kuwapa kwa viumbe wengine ambayo ni malaika, viumbe ambavyo vinavyoishi mbinguni.

ameeleza maneno haya anasema: ya ayuha alladhina amanu, enye ambaye mmemwamini Allah tabaraka wataala ittaqullaha waqulu qawlan sadida, mche Allah tabarak wa taala, na vile vile mnaongea maneno ya kumpendeza Allah tabarak wataala. Ukifanya hivyo sawa, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, atakufanyie niwepesi matendo yenu katika hii dunia na kesho akhera. Wa yaghfiru dhunubakum madami katika dunia na akhera. wa man yutii Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, yule ambaye atakayemtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake mtu huyo amefaulu, kufaulu kuliko kwa kukubwa akaeleza Allah tabaraka wa taala, inna haratna al amana ala samawati wal ardhi wal jibal, hakika mimi nimeleta amana, nimeleta mwongozo, nimeleta mfumo ambao watakaoishi nao katika walimwengu

Kwa maana hiyo akamwambia, sisi bila lazima kubaki na vitu kama hivi, kwa sababu sisi tuna kumbukumbu sana, muda wote tunakutii. Ukisema fanya, lakini tunafanya; acha na tunaache, yaani. Sasa hapo baadaye utume lawama kama hizi ya kuonekana na maana hiyo, bebe sisi nitakataa, sio kusema kama walikataa kwa sababu wanampinga Allah Tabaraka wa Taala. Habana, wao hawana hofu na jambo kama hili la kumtii Allah Tabaraka wa Taala, kama na ile Allah Tabaraka wa Taala kaileta katika ardhi ardhi nayo ikakataa, vijumbe vyomo na vya ardhi vikakataa, akasema kila haja wana siuna kutii muda wote kwa usaidi wa maneno yake Allah tabaraka Wataala aleleza ndani ya Qur'ani, anasema kwamba yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, vyamtaja sana Allah tabaraka Wataala katika mbingu na ardhi, ili vikasewa sia bila shaka atapeleka katika mlima

Ungeona mlima unapotetemeka tetemeka na kupasuka vipande vipande kwa hofu ya kuhofu Allah tabarak wataala, kwa hofu ya kuhofu maneno ya Allah tabarak wataala, wa tilka alamthal nadribuhalinas, mfano huu anapewa mwanadamu kwa uzito wa maneno haya, kwa uzito wa maneno kwa kitabu chake Allah tabarak wataala, bimaana ya kwamba mfano anatolewa mwanadamu kwamba anaweza kawa mwenye kufikira na jambo kama hili wa hamalaha linsani waashbakana minha wahamalaha linsani, akabeba mwanadamu baada ya amana maneno ya Allah tabaraka wataala, akapeleka kwa nani? Kwa mwanadamu k, tunakupa Qur'ani hii iwe ni mwongozo kwa wewe, iwe ni kumbukumbu pale utakaposahau, basi utakuwa na kumbukumbu pale mtakapokuwa mnashindana juu ya maneno ya Allah tabaraka wataala, au maandalizi ya Allah tabaraka kaandalia katika ulimwengu na kesho akhera, uangalie ni Qur'ani

Wanawachuoni wanasema kwamba neno hili, neno za al-insan, kwa sababu yeye kuwa nasi ya kuwa la wakati kwamba ni mtu wa kusahau muda wote. Waweza kumwambia jambo hapa hivi ni labda jambo gani kipindi kile bwana, yaani ni sasa au mambo yote bwana samehe mwenyewe bwana. Basi bimaana kwamba kaleta Qur'ani, kwamba ikiwa umesahau jambo lolote basi angalia ni Qur'ani. Hakuacha hivi katika Qur'ani, akakuletea moja kwa moja, akamleta kiongozi mwalimu wa walimu kuja kufundisha hii Qur'ani

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumpa mwanadamu mwanadamu, akasema ni kweli mimi ni mtu wa kusahau, nitakumbatia lakini, ubaya ulioje. Alisema mwanadamu kana dhaluma njakuda, kwamba ni mjinga tena mwenye kudhulumu nafsi yake, tena ni mjinga mwenye kudhulumu nafsi yake. Kwa maana hiyo, anachosema hivyo kwamba mwanadamu yuko tofauti kabisa baina al-Qur'ani wa yaani iko mbali kabisa baina ya Qurani na, na mwenye mwanadamu kwamba iye hana habari kabisa na mambo yake, baina lmashrik wal maghrib, wao kwa mashariki Qurani kwa magharibi. Sasa haya yote mazila tunayapata haya ni ambayo tunayachuma kutoka katika mikononi mwetu. Hizo hasara zote tunazozipata zinatokana kuyachuma katika mikononi mwetu, kwa sababu Allah tabaraka wataala hakuna alichobakiza kumfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpa mwelekeo katika ndani ya maisha ya viumbe vyote katika ulimwengu, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia, anasomesha Qur'ani, anamletewa hai katika hijjatul wadaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia: alyawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam, hivi leo nimekamilisha dini yenu dini ya Uislamu na nimeidia neema ni ki, ni ni ki ya kila kitu. Ni maana ya kwamba haya yote nimeyafunja, hakuna lilo kibaki hata kipoja ambacho zaidi ya hicho. Kwa maana hiyo, hayo ndio kupenda kubayo kwa hayo na zao mshikamana taishi kwa uzuri, hawataweza kupata hasara katika dunia hii. Ni maana ya kwamba tunapata hasara kutokana na nini? tumeachana nayo Qur'ani, kaenda la kinyume, kaenda la kinyume. Sasa utakuta mtu akipata matatizo kidogo asianza kuwa kukata tamaa.

vitu vya aina mbalimbali, lakini uwe na subira. Lakini wewe unataka kuwa na subira ni nani, wala ambao unataka kuwa na subira? Pindi tunapopata jambo lote lenye kuhuzunisha, wanasema kwamba hili singetupata isipokuwa Allah tabaraka kata kalipangia, naate, tutafanyaje? Tutarejea. Sasa ndugu zangu, katika imani, haya matatizo yote tunayoyapata haya tatizo kwamba subira hatuna kuangalia kwamba hili jambo ndio ulifanya zina hasara gani, jambo ndio ulifanya zina faida gani. Jambo la kwanza limekupata jambo lolote, angalia kwamba Allah tabaraka wa taala ameniamrisha nifanye nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenifundishaje? Ikiwa wewe unafuata mwongozo wa Allah tabaraka wa taala kwa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hutaweza kupata hasara katika dunia na kesho akhera kupata hasara

Na subira popote pale ni jambo la muhimu. Hata kazini kwako, waweza kukutana na bosi yeyote ambaye kukuchaji, yaani mtu ambaye hajielewi kabisa. Wakati mwingine kukutangalia kidogo, ana kukugombesha kama mtoto mdogo, hali ya jambo ya kuwa kuelekeza liakuelekeze, ai amekosa subra. Sasa na wewe kaja ukikosa tayari, tayari hakuna kitakachofanyika katika kazi, hakuna kitakachofanyika. Subira ni sema yote ambayo yatakiwa tuwe nayo. Ikiwa wewe una subira ndipo utakuwa ni mtu ambaye mwenye hekima na nini kila kitu mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya wepesi. Kwa maana akasema kwamba inna al-insana la fi khusr. Hakika mwanadamu ni katika hasara. Illa alladhina amanu yule ambaye atakayemwamini Allah Ta'ala katika kitabu chake, akayala leo asema katika ndani ya kitabu chake.

Ukiangalia ni muda mchache tu tumeonja joto ya jiwe ndani ya siku, si si si me, eh? si sita tu siku saba. Lakini tujiulize, wenzetu sisi tumekosa subira hapo, mambo mengi yamejitokeza. Lakini waulize wenzetu ambao wanayapata mambo haya nchi za nje. Ukiangalia Sudani Kusini, Palestina huko, wana miaka, sio sikusema siku moja. Sisi siku tano sita, lakini watu tumekosa subira, maneno mengi yanajitokeza yaliyo wanasema kwamba tujaganga ya jana haya, tuangalie Allah tabaraka wa taala ametufundisha nini, na inawezekana kwamba kutuangalia majaribu, kutuangalia kwamba tutakuwa na nafasi gani, tutakuwa na subira gani, lakini wengi tumekosa subira ya aina mbalimbali, lakini kinachotakiwa kwamba eh haliwezi kumpata jambo lolote mtu mwanadamu isipokuwa Allah tabaraka wa taala ameliandaa au amekuandalia khalaqnahu biqadari kila kitu Mwenyezi Mungu amekumba na kadari yake, na vile vile kwamba kadari ni miongoni mwa nguzo za imani yeah. antumina bilqadari khairihi wa sharrihi, ni kuamini kadari ya Allah tabarakataala t itokeza katika maeneo yako kwako au sehemu yote katika nchi yako, kwa kwa Allah tabarakataala alipanga kuangalia nini, mtakuwa mtalijibu bibi au taijukabii kwa maana hiyo tukubaliana matokeo ya Allah tabarak wa taala, sisi kwenye waisha na vidole kwa sema fulani ndio anafanya hii. Ni mtihani kama, jiangalie wewe kwanza umekosea wapi? Na bado watu tulipopatia kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad